Ni moja miongoni mwa matukio ya kushtusha, kushangaza, kama sio kusikitisha katika historia ya kanisa Katoliki. Mnamo mwaka 896 papa ambaye aliyekuwa akijulikana kwa jina la Formosus, baada ya kufariki kwake na kuzikwa kwa muda tayari wa zaidi ya miezi tisa, papa mwingine ambaye aliyekuwa katika utawala wa kipindi hicho anayejulikana kwa jina la Stefano wa sita aliamuru kaburi la Papa Formosus liweze kufukuliwa ili mwili wa papa huyo uweze kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria, kulingana na kile ambacho, kulingana na papa huyo, alitaja kwamba Papa Formosus alikalia kiti cha upapa kinyume kabisa na sheria na kuamuru kitendo hicho, ambacho katika historia ya kanisa katoliki ni kitendo ambacho kilikemewa vikali, licha ya kwamba katika kipindi hicho barani Ulaya hususani katika eneo hilo la Roma, Italia ya sasa ni eneo ambalo kulikuwa na ubabe ambao ulikuwa umekithiri, licha ya kuwa na uongozi ambao watu waliokuwa katika uongozi walikuwa wakijinasibu kuwa karibu ya Mungu na kuwa na malengo ambayo yalitajwa ni kuwa na himaya ambayo itakuwa chini ya amri za Mungu, lakini yale ambayo yaliyotokea katika kipindi hicho yalitajwa kuwa ni unyama ambao uliokithiri. Mtu tayari amekwisha fariki na kiongozi kama papa kuweza kutoa maamuzi kama hayo, kaburi la papa ambaye aliyemtangulia liweze kufukuliwa na mwili wake uweze kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria ili mwili wake uweze kuhukumiwa. Haikuishia tu hapo kuweza kuhukumiwa, mwili wa papa huyo Formosus ambaye uliofukuliwa kutoka katika kaburi, papa huyo aliamuru vidole vitatu vya papa huyo viwez kukatwa vidole vitatu katika mkono wake wa kulia, ambapo inatajwa kwamba vidole hivyo vilikatwa kutokana na kwamba ndio vidole ambavyo papa huyo alikuwa akivitumia kuweza kuwabariki waumini katika kanisa. Papa Formosus miezi tisa baada ya kufariki kwake, papa aliingia madarakani ambaye anajulikana kwa jina hilo wa sita, aliamuru kaburi lake liweze kuchimbwa na kaburi lake liliweza kuchimbwa na mwili wake kuweza kuchukuliwa na kuvikwa kwa mara nyingine vazi la heshima la kipapa na kuwekwa katika kiti cha enzi katika kanisa la Yohani ambalo linapatikana mjini Roma katika kipindi hicho, na kuweza kuhukumiwa. Kama unavyofahamu, kulingana na vyombo vya sheria, ili mtu aweze kuhukumiwa idha hukumi iweze kutolewa dhidi yake, huwa mtu huyo akipewa fursa ya kuweza kujitetea lakini kutokana na tukio hilo, inafahamika ya kwamba Formosus tayari hakuwa na uwezo wa kuweza kujitetea kwa kuwa tayari ilikuwa amekwisha fariki. Hivyo basi ilionekana ya kwamba hukumu ambayo itakayotolewa ni hukumu ambayo itakuwa haikutenda haki kwa kuwa Formosus hakuwa na uwezo wa kuweza kujitetea lakini kutokana na uwepo katika kanisa mmoja miongoni mwa watawa katika kanisa Katoliki katika eneo hilo katika kanisa hilo la Yohani mjini Roma, aliweza kujitolea kuweza kutetea mwili huo wa Formos. Na baada ya kusikilizwa kwa kesi hiyo, utafahamu ya kwamba kesi ambayo mtu tayari amekwisha fariki, hadi kuchukuliwa maamuzi na viongozi kuweza kutoa mwili wake katika kaburi na kuleta mbele ya hadhara kuweza kutaka kuhukumu ni kitendo ambacho kiliashiria wazi ya kwamba Formosus kwa njia moja au nyingine, aidha kwa vyovyote vile, asingeweza kushinda kesi hiyo, na hukumu ambayo iliyotolewa hapo ni hukumu ambayo moja kwa moja ilikuwa ni dhidi ya Formosus. Papa Formosus katika uongozi wake, inatajwa kwamba aliongoza katika kipindi cha miaka mitano, ikiwa ni kati ya mwaka 891 hadi mwaka 896. Ni kipindi ambacho kilitajwa kwamba kulikuwa na mvutano usiokuwa wa kawaida wa kisiasa, na inatajwa kwamba Papa Formosus, mwenendo wake wa kidini ulitajwa kuwa na utata kutokana pia na mizozo ya kisiasa na uongozi katika kanisa na vile vile kutokana na kuteua wale ambao watakaokuwa ni wakilishi wa kanisa katika maeneo tofauti ulimwenguni. Hivyo basi ni moja miongoni mwa sababu ambazo zilipelekea Papa Formosus kuonekana ya kwamba hakustahili kuwa kiongozi wa kanisa Katoliki. Na wakati ambapo Papa Stefano alipoingia madarakani, alitafuta njia tofauti ili kuweza kushusha hadhi ambayo tayari aliyokuwa nayo Papa Formosus na maamuzi ambayo aliochukua katika uongozi wa kanisa Katoliki. Mwili wa Papa Formosus ulipofikishwa kizimbani, ikiwa ni baada ya miezi tisa akiwa tayari amekwishazikwa, ni mwili ambao tayari ulikuwa umekwishaharibika haribika. Lakini wale waliokuwa katika usimamizi wa kesi hiyo hawakuweza kujali kabisa ni kitu gani ambacho kilikuwa kikiendelea, na kuchukua maamuzi kuvika mwili wa Formosus vazi la heshima, vazi rasmi ambalo huvaliwa na viongozi wa kanisa Katoliki hususan papa. Na Papa Formosus alikuwa ni kiongozi miongoni mwa viongozi hao na mwili wake kuweza kutengwa katika kiti cha enzi ili kuweza kuhukumiwa. Kabla ya hukumu kutolewa dhidi ya Formozi, alituhumiwa ya kwamba alikalia kiti cha upapa kinyume kabisa na sheria, na hukumu ilipotolewa, hukumu hiyo ilitajwa kwamba matendo yote ya kimani ambayo yalitendwa na Formozi yaliweza kufutwa na vidole vyake vitatu vya mkono wa kulia, kama tumevyofahamisha hapo awali ya kwamba viliweza kukatwa kama hukumu. Na baada ya hukumu hiyo, kulichukuliwa hukumu nyingine ambayo ilitajwa kuwa ilivuka mipaka. Hukumu hiyo ilitaja kwamba ilikuwa ni hukumu ya kinyama kabisa, kutokana na kwamba mwili wake, licha ya kuwa tayari umekwisha haribika, uliweza kuchukuliwa na kutupwa katika mto ambao unajulikana kwa jina la mto Taiba, mto ambao unapatikana nchini Italia na ni mto wa tatu kwa ukubwa nchini Italia, kitendo ambacho kilipelekea wafuasi wa Formos kuweza kupatwa na adhabu kubwa na kuanzisha vurugu vurugu ambazo zilipelekea mauaji makubwa katika eneo zima hilo la Roma na kupelekea pia kuweza kukamatwa kwa Papa Stefano wa Sita na kuwekwa gerezani. Kile ambacho kilichofuatia baada ya Papa Stefano wa Sita kuweza kutupwa gerezani, inatajwa kwamba kulingana na vyanzo vya kihistoria aliweza kunyongwa. Inatajwa kwamba katika kipindi hicho giza lilikuwa limetanda katika nyoyo za watu watu ambao walikuwa hawana maamuzi yenye busara, ni maamuzi ambayo yalikuwa yakiendana na maamuzi ya kinyama. Ni kipindi ambacho kiliongozwa na papa zaidi ya ishirini katika historia ya kanisa Katoliki. Unaweza kujiuliza kwamba kiongozi kama papa, vipi anaweza kuchukua maamuzi kama hayo? Inatajwa kwamba ni maamuzi ambayo yalishawishika kwa kiasi kikubwa kutokana na misimamo ya kisiasa ambayo alikuwa nayo Papa Formosus na kiongozi huyu mwingine Papa Stefano wa sita ambayo hayakuendana basi Papa Stefano alifanya hivyo kwa lengo la kutaka kufuta yale yote ambayo yaliachwa kama urithi na Papa Formosus ambayo yalikuwa hayaendani na mtazamo wake. Na inatajwa kwamba baada ya sekeseke seke hilo na misukusuku ambayo iliyotokea Papa waliofuata waliweza kufuta hukumu ambayo ilitolewa dhidi ya Papa Formosus ambayo inaonekana kuwa ni hukumu ya aibu na ni hukumu ambayo hakustahili binadamu yoyote yule duniani. Viongozi hawa walifahamisha ya kwamba ni kitendo ambacho kinatakiwa kulaniwa kwa kiasi kikubwa, na mwili wa Formosus uliweza kupatikana kwa mara nyingine kutoka katika mto huo wa Taiba na kuweza kuzikwa kwa heshima kama ilivyostahili kuzikwa kiongozi yoyote wa kanisa Katoliki, na hususan kiongozi Formosus kama papa katika kanisa hilo.